Wajua nimefungua shughuli za za sinema za filamu kama jinsi alivyosema mzee. Mimi niko tayari kuchezesha wewe movie. Kitu kizuri akipatikani kwa rahisi rahisi na natafuta nini waigizaji wa kike kwa wingi? Mimi najua watu wa star. Sasa sikia. Nimeshafanya sana sana na nimewajua ma superstar wakubwa kuliko hata nyie. Hivi washikaji ambao wamekuja hapa kijijini hivi, style yao ya kusema, sijui anachukua wasanii mambo ya movie movie hivi, mnawasoma kweli? Toba Mungu. Dombolo na babu tutuheshimiane, tutagombana sasa hivi. Tatizo lako ndio hilo sasa hilo wewe. Ah, Kiwi ndugu yangu kiwi. Bata yeye kiwibata duikbata jiki naye wapi? Unakwenda kufanya nani nini bata bata jiki? Jamani, jamani watu hao jamani nani mwizi? Nani kaibabata? Nikateka maongezi, kwambia mzee umeshaniharibia haribia. Mimi ni mwenyekiti. Mwenyekiti ndo nani? Niliopeana no mkono na rais, au utanifanya nini? Sisi tumekuja hapa kijijini kwa malengo makubwa tu. Au sio? Mipango kibao. Sasa ishakwambia tulia, mimi nitajua jinsi ya kufanya, mambo yataenda vizuri. Tumeelewana lakini Jamani, kesi niwaambie, wa kuna walabu sijui wazungu wametoka nchi za nje, madirekta kutoka Hollywood, huko mjini, sijui era ya uji. Yani babu mmenionea, babu! Yani babu, mimi kweli babu, nanifanyie hivyo kweli? Unanifanyie hivyo na na na mwanamke babu? Nimekuja hapa na mambo mawili, unamwoa mwanangu mwa au unamwoa mwa.